Kii zoezi lingekuwa endelevu la mara kwa mara, na hasa kwenye vyanzo vya mazaliano ya mbu, na kwenye kidogo pale, serikali iangalie nini cha kufanya, ili kwamba na huko kwenye vyanzo vya mazaliano ya mbu tuweze kupunguza, maana huko nako ndio chanzo kikubwa. La mbu ni nyingi kama sisi ambao tuko kwenye maeneo ya mabondeni, mabondeni hivi majaruba, mnaona nyumba hazija hazijawa nyingi, ina maana mashamba ni mengi, kwa hiyo mbu ni wengi sana kwa kweli. Hali ya kuuguliwa watoto namna ya malaria kwa kweli ilikuwa juu sana. Vita yetu ni kupambana na mbu waenezao malaria, kwa hiyo matarajio yetu ni, tunataka tufike zero malaria, lakini ni pamoja na kupulizia hayo mazalia ya mbu ili yaishe ya kabisa. Wakimaliza mazalia ya mbu sisi huku ndani tutakuwa tumemaliza, kwa hiyo mbu watakuwa hawapo. Na mpaka sasa kuna idadi ya kaya elfu ishirini na nne mia tisa na mbili ambazo zimepata huduma. Kwa hiyo bado tunaendelea, tumebakiza vijiji kama vinne katika hii kata ya Bulyanhulu. Kaya ambazo bado hazijapata huduma ni elfu kumi na nne mia tisa na mbili na hapa tulipo, mnaweza mkaona tuko sehemu ya zalia la mbu ambalo tunategemea kuanza hili zoezi la kuweka dawa ndani ya wiki lijalo. Kwa hiyo mnaweza mkaona mazingira nyumba zilivyoasilika, pamoja na kupiga dawa ndani ya nyumba, lakini kama hatujatibu mazalia, tunakuwa tunafanya kazi bure.